Yapo mambo matano ya kuyaepuka katika maisha, na haya mambo yana msingi, maana ukiyaepuka utaishi kwa furaha, lakini ukiyaepuka utaacha jamii ifurahie uwepo wako katika maisha yako. Jambo la kwanza ni dharau. Dharau huua thamani ya wengine Dharau hupoteza ustawi wa wengine. Dharau huwafanya wengine kujitenga mbali na wewe. Dharau hufanya watu kukosa fursa na wewe mwenyewe kukosa fursa zako mwenyewe. Maisha hayafai kumdharau mtu, usimdharau yeyote. Kila mtu ana kitu cha kukufanya maisha yako yalete maana, na ndio maana Mungu hajampatia mtu maisha yake mwenyewe. Hakuna mtu ambaye anaweza kuishi mwenyewe, ndio maana maisha yanakuwa na maana ikiwa kuna watu wengine wanakuzunguka. Usimdharau mtu yeyote, maana kila mtu ana jambo la kukufanya wewe uwe wa maana kuna jambo alijawa na maana kwako, kwa, kwa sababu kuna mtu umemdharau. Usimdharau mtu katika maisha. Mtu anayemdharau maskini ana mkashifu muumba wake. Katika kitabu cha methali 14:31 Bwana alitoa onyo kwa matajiri wanaodharau maskini. Kuna mtu anamdharau mwenzake kwa sababu yeye anaendesha gari kuna mtu anamdharau mwenzake kwa sababu yeye anavaa suti. Kuna mtu anamdharau mwenzake kwa sababu yeye ana nyumba. Sikiliza nikwambie, wewe un, unaitwa tajiri kwa sababu kuna mtu ni maskini. Yule maskini anakufanya uwe ue. Wewe unamdharau mtu anayetembea kwa mguu kwa sababu wewe unge, una gari, na yeye angekuwa na gari, wote ungekuwa tu ni sawa. Rafiki, usimdharau mtu kwa sababu yeyote unayemuona anakufanya wewe uonekane ulivyo. Jambo la pili, jambo la pili, acha uchoyo, usiwe mchoyo rafiki yangu. Maisha yanaleta maana kwa ukarimu. Uchoyo huzuia baraka, uchoyo unazuia baraka, kuua moyo wa kusaidia. A generous heart is a magnet of blessings. A generous heart is a magnet of blessings, yani moyo mkarimu ni sumaku ya kunasa baraka, moyo mkarimu ni sumaku ya kunasa baraka. Wale wote walio wakarimu Bwana anawabariki ndio maana Ibrahimu akaambiwa kwa kupitia yeye mataifa yatabarikiwa, kwa maana kwamba ilikuwa ni amri kwamba Ibrahimu awe mkarimu kwa baraka ambazo Bwana amempatia. Kuna watu leo wanasota na maisha, kwa sababu ni wachoyo, na siku zote wachoyo hawana mafanikio. Moyo mkarimu ni sumaku ya baraka, na tuwe na moyo mkarimu katika maisha. Jambo lingine la kuepuka ni hasira. Wapo watu wenye hasira na Biblia yenyewe ilisema kwamba hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu. hmm. Hasira ikiachwa ikiachwa na kukomaa, huzaa chuki na uharibifu. Hasira ni upepo wa muda unaoangamiza na kuangusha taa ya akili. Mtu mwenye hasira hawezi kuwa na maamuzi sahihi hawezi kuwa na utimamu. ili maisha yalete maana, acha hasira, acha hasira, acha hasira. Katika kitabu cha Mithali 14:17 nasema mtu wa hasira nyingi hutenda upumbavu. Wapo watu ambao wameachishwa kazi kwa sababu ya hasira. Wapo watu ambao ndoa zimekufa zi, zi, zi, zime kwa sababu ya hasira. Wapo watu wameua kwa sababu ya hasira. Wapo watu wamekuwa maskini kwa sababu ya hasira. Watu wasiokuwa na maamuzi sahihi wanaendeshwa na hasira na hasira. Hasira inaleta uangamivu, inaleta uharibifu. Maisha yenye maana, acha hasira. Jambo la tano ni fitina. Jambo la tano ni fitina. Fitina huchafua jamii na kuondoa mshikamano. Wapo watu kazi yao katika maisha ni fitina. ni fitina na fitina, kuangusha fitina ushikamano na ushirikiano katika jamii. Maisha yenye maana hayana fitina fitina. Unity dies. Mahali penye umbea, penye fitna, penye chuki, umoja unakufa. Tukitaka kuwa pamoja na tuache fitna. Katika kitabu cha Mithali 16 fungu 28 anasema, mfitini kutenga rafiki wa karibu. Mara nyingi mahusiano yetu, mahusiano yako, mahusiano ya watu fulani yamevunjika kwa sababu ya fitina. Tuache fitina, rafiki yangu, ili maisha yetu yawe na maana. Tukumbuke mambo matano ya kuepuka katika maisha. Jambo la kwanza tumesema ni dharau. Acha kudharau wengine, acha dharau. Jambo la pili, kiburi. Acha kujiinua le kuwa na hekima kuwa mtu wa hekima. Kiburi hutangulia kuanguka. Katika kitabu cha Methali 16:18 kiburi hutangulia kuanguka. The higher we are blessed, the more humble we should walk. The higher we are blessed the more humble we should walk and kitendo ambacho umepandishwa, ndivyo ungetakiwa kuwa unyenyekevu, kutembea kwa unyenyekevu. Tuache kiburi. Lakini jambo la tatu ni choyo, acha uchoyo. Uchoyo tumesema unafukuza baraka, lakini moyo mkarimu ni sumaku ya baraka. Jambo la nne ni hasira, tumesema hasira huzaa chuki na uharibifu. Tuache hasira ili maisha yetu yasiharibike. Jambo la tano kwa siku ya leo na jambo la mwisho, tuache fitina

Ni, ni mzizi wa uharibifu katika jamii. Fitina ni mzizi wa uharibifu katika ndoa. Fitina ni mzizi wa uharibifu katika kazi. Fitina ni mzizi wa uharibifu kanisani. Fitina ni mzizi wa uharibifu wa amani. Fitina ni ni, ni ni mzizi wa uharibifu wa mafanikio. Hakuna mafanikio mtu utakayopata kwa kufitini wengine. Acha fitina, ili maisha yako yalete maana, yalete faida katika jamii. Na Bwana akubariki Unapojitahidi kuepuka mambo hayo makubwa matano katika maisha, ili maisha yako yawe na makusudi ambayo Bwana amekupatia. Bwana akubariki sana. Karibu tena katika kipindi chetu kingine kitakachoendelea. Bwana akubariki.